Take one and action. Na kwa nini unajuta hivyo sana? Because sikutegemea kwamba angekuwa ange turn out to be what she what she what she is. You know. Sikutegemea kama ange turn out kuwa vile ambavyo ambavyo amekuwa. Sasa hivi I don't think, kama unapenda kitu, kwa nini ujilazimishe ukipende, au kama kupendi kitu I mean, kama unapenda kitu, kwa nini ujilazimishe usikipende, na kama upendi kitu, kwa nini ujilazimishe ukipende? Unajihurt mwenyewe you know, and hii ni kitu ambacho pia Kajala is still doing, kwa sababu hapendi kufanya hivi anavyofanya, hapendi kuomba msamaha, believe me She she she she wants wants wants wants people to to to to to feel sorry for her and eventually Mimi inige, yani, yani, turn turn around around the the tables around. How? Unaona, to make me look like the bad one anataka watu waanze kuniona kwamba Wema ndio mwenye tatizo. Sama I don't care Even if the world thinks that me na tatizo Let them think. Let them think. I don't care. Like I said, I'm not scared of anybody. Any not a person. Kwa kama mtu atakaa leo ataanza kufikiri oh Kajala kajishusha Wema anataka kumsamehe It's okay. It's very okay. Because yani mimi with me sikosi, yani sipunguki kitu, siongezekee kitu. Okay? lakini because yeye ni duwa na mimi ndio mtendwa, na ndio maana anahisi kwamba it's very easy. Trust me, Zama, nakwambia wewe today, and I think I'm talking to the whole world, wataona Zama before Kajala hajapost vile alivyopost. Believe me, mimi nyumba, nyumba kwangu kuna security kubwa sana, mtu wengi ingi tu ovyo ndani kwangu, lakini trust me, mlinzi wangu angekuja, angeniambia dada kuna Kajala yuko nje ya geti amekuja, anataka kuongea naye. Believe me, ningemfungulia mlango na ningetaka tu kusikia what she has to say, lakini with the whole charade that she put, eti sijui Mungu sijui vitu gani. Me, I fear God, I really fear God, na naamini sana Mwenyezi Mungu yupo, lakini with this issue sijui ya oh, sijui naamini tutaishi siku moja, sijui oh, dini ime mm, mm she ain't getting me this time Yaani kabisa she is not getting me. Kama ametegemea kwamba ameniweza a try tena and this time around baada ya kufanya vile hata aseme kwamba atajipanga aje ntamwona hayuko sincere. Unanielewa siyo? Nimeelewa. Unanielewa siyo? Nimeelewa sana. na, na, na... nasema hivi vyote kwa sababu hmm. Um, Kajala mimi nimemwanfollow anajua I'm sure anajua So, man fault, nimemblock pia. Sawa. So, anajua. Kwa hiyo alipokuwa anaandika vile alikuwa anategemea mimi message nitaipata vipi? Kwa hiyo alikuwa anataka ile indirectly kwangu. Why wouldn't she come direct? She knows my number. Nisijabadilisha namba. She knows my number. Vimeshindikana vya kuja, anasema kwamba labda walinzi wa Wema ni wakali au Wema anaweza akanifungia mlango. Nitumie message au nipigie simu. Nisubilii nikate kate, ndo uende useme kwamba nimejaribisha, nimeshindwa. Sasa nimeona nije huku, na ndio maana nimekuambia hivi. Boga si yule navyosema kiazi kiazi kweli. Take one and action. Nafikiri umeweza kumsikia Wema mwenyewe akiongelea hiyo reaction yake, i mean, hiyo reaction yake baada ya Kajala kuandika kile ambacho amekiandika. Kajala ameandika juzi juzi tu hapa Instagram kwamba ni kama Wema pamoja na Peti Man ni kama watu ambao hata kuja kuwasahau kwenye maisha yake, na ilikuwa ni kama njia fulani ya kuomba msamaha kwa kile ambacho labda alikifanya na hiyo ndio imerudisha mpaka wema na yeye ameanza kuongelea vile vitu vya nyuma ambavyo ameweza kuviongelea kuhusiana na Kajala, na yeye amesema hata msamee Kajala, hata kama dunia itamwona yeye ni mbaya, basi na iendelee tu kumwona mbaya. Lakini mimi natamani kujua kitu kimoja, sisi hivi vitu vimesharudi nyuma, na inabidi turudi pia nyuma, kwa sababu ugomvi ama chanzo, nafikiri watu wengi wanajua ni kwamba mwanaume aliyekuwa wa wema, inabidi tuwe wazi na Kajala ambaye alikuwa ni rafiki yake Wema alimtolea milioni 13, kila mtu anajua, lakini baadaye Kajala akaja akatoka na huyo mwanaume wa Wema, inasemekana hivyo. Mimi sijawahi kuwakuta wala kuwaona, kwa sababu siwezi kujua chochote, lakini mimi ndio nasema, mimi ndio ninavyojua. Sasa nikija kwako wewe uh, hmm. Wema hmm. Kajala kabla ya kujua hiko kitu naweza nikasema au siku ambayo ulijua kwa mara ya kwanza au kupata habari ambayo ilishtua labda ulimwengu mzima, kwako wewe uliipokeaje? Ama ilikuwa ni habari yani uli, reaction yako ya kwanza ilikuwaje? Well um, kabla sija kabla sija sijajibu, sijui hiyo before sijui ni nini. One thing that I want to keep straight, yani nataka kuweka kuweka something very straight. Mimi sina tatizo sijui na kajala kutoka sijui na na CK. I mean, we all know. Kwa sababu tukisema tuanze ku tuanze ku feature sijui siyui, yo, oh, sijui vitu gani sijui nini. Mimi sikuwa na item. Sawa, tulikuwa ni ni akapenzi, yeah. Sawa. Kajala ni rafiki yangu. Sawa. And um, hata uh, wangetoka. Okay, yani ile unajua kwamba I'm your friend sawa, eh? I'm your friend, they say marafiki kuchukuliana, kuchukuliana mabwana na it's not right, you know? It's not right and they shouldn't do that, and when that happens n inaweka dosari kabisa katika urafiki wenu, which I strongly agree to, na amini hivyo na believe hivyo, kwa sababu haileti maana Zama, wewe una mwanaume wako, hata kama mmeachana then unakuja kusikia kwamba Wema sasa hivi anatoka naye haileti maana, unajua. Lakini mimi nisingekuwa na tatizo na Kajala kama Kajala angekuwa ni ni ni mkweli, unajua. Mkweli in what sense? Kajala has been living a life kama nyoka kwangu, unaona. And yes, mimi nasiki tulikuwa tuko. Na mimi nasiki tukaja tukaachana kwa sababu ya nasibu. Sawa, eh. And um siki angeendelea na mwanamke yoyote. Siki mbona mimi nilikuwa kuna kipindi nilisikia sija anatoka na Naima na bado naenda nakutana na, enda, na Naima. Hey, vipi? Mzima? Uko poa? hivyo maisha yanaendelea kwa sababu nafikiria kwamba okay, baba tayari tumeshaachana kwa hiyo abaki peke yake. Mimi, yani niko naendelea na maisha yangu, I have a person ambaye niko naye yeye, abaki peke yake. Unaone, the question is kwa nini Kajala? Unajua, na sio tu kwa nini Kajala, sawa, inaweza si ikawa okay Kajala kwa nini, okay nini ulinificha, you understand, kwa nini ulinificha? Unajua sisi mi naweza kusema kwamba generation yetu sasa hivi zama, mi napendaga kuwa very very frank and very open. There's nothing to hide in this world of today, hakuna kitu cha kuficha Generation ya sasa hivi sawa, mimi yameshatokea kutokea, na sike bwana. Shoga mimi tayari nimeshaacha naye. Are you sure, uko unaendelea na nasibu? Ndio, naendelea na nasibu. Sawa sawa, mwenzangu, sasa nikuambie, bwanako bwana ananitongoza.